Tabora, karibu Toronto. Leo ni siku yetu muhimu sana ya maombi, na kwa kuwa leo ni siku yetu ya muhimu ya maombi, asubuhi shetani alitaka nipate ajali nisije kuomba. Nikapata ajali, nikaanguka vizuri sana nikaanguka nilivyoweza kuanguka, kwa sababu yule boda boda alikonga mtu, alafu tukaanguka, lakini ni mzima kama ona Chawi nawapatangazi, efe, zile randa zenu zimefeka, natengenezeni zingine. Lazima tutaomba, kwa sababu njia pekee ya kukutana na Mungu ni njia ya wewe kuongea na Mungu, na moja ya njia ya wewe ya kuongea na Mungu ni neno lake, lakini cha pili ni maombi. Vile unaomba ndivyo Mungu atakavyokutana me jirani yako, tutaomba, mwambie tutaomba. Unajua kanisa la Mungu ni ngumu sana kuelewa hili kitu. Leo tutaomba, leo tutavunja ngome, na moja ya mambo tutakayoyaombea, tutawaombea wanaume. Wanaume wakiwepo nguvu inakuwepo, na dunia ilishatengeneza mikakati huko zamani ya kuwafanya wanaume wamebanwa kila eneo ndio maana ukienda kwenye taasisi mbalimbali zinahamasisha sana juu ya wanawake, lakini ni kama wanaume hawaonekani. Hata ukienda makanisani utakuta chama cha wamama kina nafasi kubwa sana kuliko chama cha watu gani? Kuliko chama cha watu gani? Kwenye dini ya Anglikani kuna kitu kinaitwa umaki. Umaki imeenda juu sana, lakini ukiangalia wanaume. Kwa hiyo pamoja na maombi tutakayoomba Tutaomba sana juu ya wanaume, wanaume warejee kwenye nafasi zao, wanaume warejee kwenye ubaba bora, wanaume warejee kuwa njia, wanaume warejee kuwa matumaini, wawe mentor. Watu wakiwaangalia, watu wakiwaona, waone kitu cha ja kufanya kupitia wanaume, maana tunaishi kwenye dunia ambayo leo wanaume wengi wamehama kwenye wanaume. Niliwaambia kwenye semina, kuvaa suruali ya kumaanisha wewe ni mwanaume, hata wanawake wanavaa. Kuendesha Ranger, BMW, kuwa na magari ya thamani haimaanishi wewe ni mwanaume, hata wanawake wanaendesha. Kujenga lijumba kubwa haimaanishi wewe ni mwanaume, hata wanawake wanajenga kuwa na degree kuwa na PhD kuwa na cheo haimaanishi. Hata wanawake wana degree, hata wanawake wana cheo. Isitoshe, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni mwanamke. Wanaume haupimwi kwa haya, wanaume unapimwa. Jambo la kwanza kwa mwanaume kumjua Mungu aliyeae, mwanaume anayemjua Mungu, tunataka wanaume watakawamjua Mungu bila kuwaombea ndio yale maneno yatatimia, yale maneno yaliyosema wanawake saba watamtafuta mwanaume ili waitwe tu kwa jina. Siku hizi wanaume wanaolewa, vijana wengi hawana nguvu tena. Niliwaambia jana, angalieni tusipowaombea hawa wanaume. Hebu piga mahesabu, bodaboda boda wote ulishawaona kanisani? Ulishawaona kanisani? wanaingia wapi? Uliwaona wamepati wamejaa na sali? Watakuleta kanisani ni wanaume Ninyi mnakuja na watoto wenu wa kike hapa lakini boda boda wako kule wamepaki, watakuja watakuleta di akimaliza huyo. Lakini tutaombea wanawake pia, wakae kwenye nafasi zao, wanawake wajue wajibu wao. Kama mwanamke akikaa kwenye nafasi vizuri, mtoto anayelelewa atakuwa mtoto mzuri. Kama mwanamke akijielewa, mtoto anayekaa naye atakuwa mtoto mwema kama mwanamke akijielewa, akafahamu nafasi aka yake, akajua majira yake, akajua cha kufanya, maisha yatabadilika. Lakini kama mwanamke asipojielewa, ndio yule unamkuta kwenye mtandao, yuko hivyo, mama mzima, au anaweka ule wimbo, bora ni enjoy maisha makum, mama mzima, bora ainjoi kwenye simu. Wako wapi wanawake ambao watakuwa na uchungu ili waone kanisa la Mungu linasimama? Ninyi nyote mliopo hapa, kuna wanaume nyuma yenu hawapo hapa. Ni nani atawaombea wanaume? Ni nani atawakumbuka wanaume? Wanaume wakiwaambia imbeni mapambio ni kama wanaona kazi, lakini leo kuna mechi. Subiri utakapowaona wanaruka. Tuwaambia imba mapambio, hapa hawaingi Leo biashara yangu leo ni maombi, kesho tunashangilia ushindi kwa sababu wanaume wamepona, kina mama wamepona. Tutakuwa na semina ya wanaume hapa, inaitwa Restoration of a Man. Tutakuwa na semina hapa, tunakusudia kuifanya hapa, semina ya wanaume ambayo tutafanya mahali hapa Mungu akitujalia, na tutakapoifanya semina hii ninaomba wanaume mnaosikia hapa mtuunge mkono. Tunataka kumfundisha mwanaume arejee kwenye nafasi yake, arejee kwenye cheo na wajibu ambao Mungu amempa. Wa kuna wanaume nyinyi mnawaona tu hivi, lakini hawafai kwenye wajibu wao, wanasababisha machozi na maumivu mengi kwenye familia. Mnamuona mwanaume namna hii, akija kwako wanakupa buku kule nje, anatoa elfu kumi. Tutafanya hiyo sasa, kumrudisha mwanaume kwenye uwanaume duniani wanaoongoza kufa ni wanaume. Ndio maana nikawaambia wanaume hawapendi stress, mwanaume ukimpa stress anakufa, na wanaume hawana pa kusemea, kwa sababu mwanaume akiumizwa na meza anakufa. Na niwaambie kina mama, semeni ehe. Mbona mnasema kwa udogo? Semeni ehe. Mume wako ukimstressisha, hata ile production ya kuzalisha inaondoka. Ndio maana kuna watoto wengine wanazaliwa kwa wanyonge. Unaona mtoto kazaliwa hivi hajapigwa na mtu, hajafanywa chochote mtoto kajikonda. Ni aina ya alivyozaliwa. Kama unabisha, linganisha mtoto aliyezaliwa Dar es Salaam. Linganisha na mtoto aliyezaliwa hapa. Linganisha yule mtoto aliyezaliwa da kwenye ile foreign. Oya oya mwanangu, mwanangu. Ee, ee. Katoto kakizaliwa na Kenya kaka. Hoya hoya hoya. Linganisha na wapaka. Na wiki hii tulikuwa tunajifunza juu ya baraka za Mungu. Baraka za Mungu haziwezi baraka za Mungu haziwezi kuja kama nyumba haina amani. Baraka za Mungu haziwezi kuja kama hakuna ibada kwenye hiyo nyumba. Hata kama ungejibaragusa, hata kama ungejifanya uko safi, hata kama ungejifanya maisha yako yako fresh, hata kama ungejifanya una cheo, hata kama ungejifanya wewe huna shida, nataka nikuambie una shida ndani yako, iko shida. Unatakiwa ufike msalabani kwa Yesu Kristo aliye hai ili akuondolee shida uliyonayo. Unajiona ni kama uko salama Hauko salama ingawa unajibaraguza leo, ingawa umevaa suti, ingawa umepiga wanja, ingawa unaonekana ni wa maana, lakini nataka nikwambie kwenye ulimwengu wa roho hauko sawa, kuna mambo hayako sawa kuna vitu haviko sawa. Wewe unajiona kama uko sawa. Hata ukiingia kanisani, ukiambiwa habari za Yesu, unaona kama mambo yako sawa, unaona kama vitu viko sawa. Unakuja ibada saa unataka unaingia saa unataka tuguzika saa unataka unatoa sadaka saa unataka unafanya mambo saa unataka yaani, hauku na mpangilio mzuri, ni kama mambo yako yako freshi. Kwa vile umenunua nguo ya laki moja na nusu basi unasungua mtaani, na umepewa kamtikisiko kidogo, basi ndio unasungua kijiji. Hii niyo labda mtikisiko. Sikia, mambo hayako sawa hata kama una mtikisiko, hata kama maisha yako yanaonekana yana nguvu, hata kama unaonekana una afya, hata kama unaonekana uko fresh hata kama unakunywa mia tano kwa siku hauko fresh bro, maisha yako hayako sawa. Jioni ya leo tunataka Yesu atuweke sawa, aweke sawa maisha yetu, aweke sawa ndoa zetu, aweke sawa biashara zetu, aweke sawa familia zetu, aweke sawa nchi yetu, aweke sawa barabara zetu, aweke sawa watoto wetu, aweke sawa watoto wa kiume, aweke sawa watoto wa kike aweke sawa wachungaji, aweke sawa maaskofu, aweke sawa vitume na manabii. Yako mambo hayako sawa, yako mambo hayako sawa. Aleluya! Hata kama unamwita bedi, hayako sawa. Mkienda mbele za watu, mke wako anajifanya kama ana kulafu, mkirudi usiku toka. Kama unabisha mbona na miezi sita ujapewa busu? Namani alikuwa jemedali wa vita. Namani alikuwa ni mtu mkubwa katika enzi zake, alikuwa jemedali wa vita. Kwa mkono wake aliwapiga washambi, kwa mkono wake alipigana vita, alipiga majeshi na majeshi na maelfu ya watu. Na alikuwa na heshima kwa namna ya sasa tunaweza kusema ni mkuu wa majeshi nani, kama mkuu wa majeshi. Ukiwa mkuu wa majeshi, hata ukija hapa unalipiwa kila kitu, uongo baba kanu. Namani alikuwa jemedali, mtu hodari wa vita, lakini maisha yake yote aliteswa na kitu kinaitwa uko. Alikuwa ni mtu mwenye heshima, alikuwa anapigiwa saluti, alikuwa anapewa vitu vingi na serikali Raisi alimwamini wakati ule, lakini maisha yake yote alikuwa ana tatizo moja tu, nalo niko na hakuna daktari yoyote alimwondolea ukoma. Kuna mambo katika dunia hii unaweza ukapewa na dunia, lakini kuna mambo huwezi kupewa na dunia, ni Mungu peke yake atakupa. Hakuna mwanadamu anaweza kukupa hayupo. Furaha, hakuna mwanadamu anaweza kukupa amani hakuna mwanadamu anaweza kukupa amani. Anayeweza kukupa ni Yesu Kristo. Namani alikuwa jemedari wa vita. Biblia inasema katika wakati ule, katika wakati ule kulikuwa na binti amechukuliwa utumwa. Tulisoma hiyo neno katika Wafalme wa pili, sura ya tano, na ule mstari wa kwanza hadi wa tano. Mstari wa tatu unasema, na ule mstari wa pili, na washami walikuwa wametoka kikosi, wakamchukua mfungwa mmoja kijana lakini huyu alikuwa ni mfungwa amepelekwa katika ile nchi. Biblia inasema huyu mwanamke ambaye alikuwa ni mfungwa amepelekwa kwenye ile nchi, hakujali maisha ya ufungwa, hakujali maisha ya mateso, lakini alisema neno moja, laiti huyu bwana wangu angejua ya kwamba yuko nabii kwenye ile nchi, angejua yuko nabii kwenye ile nchi angeenda akaponywa uko mawato. Laiti huyu baba angejua ya kwamba kuna nabii katika nchi ya Israeli angeenda alafu angeponywa huko mawato. Haya maneno yakafika kwa wafanya kazi, haya maneno yakafika wa kwa wale waliokuwa wanahusika, wakamwambia mfalume Sulemani, wakamwambia uh, wakamwambia Namani, kuna mtu hapa, kuna huyu minki anasema kama ungeenda kwenye, kwenye kwa, kwa nabii Elisha ungeweza kuponywa ukoma wako, ungeweza kuponywa shida yako. Kama tulivyosoma huyu mtu akaondoka, kwenye ule mstari farume wa tano, mfarume wa Shamu akasema haya basi, mimi nitampeleka mfarume wa Israeli waraka. Basi akaenda zake akachukua mikononi mwake talanta kumi za fedha na vipande vya dhahabu elfu sita na mavazi kumi akampelekea mfalme wa Israeli na waraka ule akisema, waraka huu utakapokuwasilia, tazama, nimemtuma mtumishi wangu Naamani kwako ili upate kumponya ukoma wako. Pointi yangu ni nini, ndugu yangu? Nafasi Mungu aliyokupa nafasi Mungu aliyokupa hata kama unaiona ndogo, hiyo nafasi imebeba muujiza wako. Nafasi Mungu aliyokupa usichezee. Cheo Mungu alichokupa usikichezee hiyo fursa uliyopewa na Mungu usiichezee. Hiyo fursa imebeba muujiza wako, hata kama wewe unaiona ni ndogo. Hiyo nafasi ukiitumia vizuri itakusababishia muujiza wako. Hiyo nafasi ukiitumia kwa uaminifu itakusababishia muujiza wako. Usisubiri mtu akuambie cha kufanya, itumie nafasi yako kwa utukufu wa Mungu. Itumie nafasi ya ujana wako vizuri itakupa muujiza. Itumie nafasi ya wanaume wako vizuri itakupa muujiza. Itumie nafasi ya vipawa ulivyopewa itakupa muujiza. Itumie nafasi ya uhai ulio nao, kwa sababu hiyo nafasi imebeba muujiza, imebeba muujiza. Hivi mnalifahamu dekio? Dekio linakaga wapi? Linakaga ndani, linakaa nje. lakini nyumba ikichafuka, hata kama watu wanakuona wewe ni dekio, kaa kwenye nafasi hii Siku nyumba ikichafuka, utatafutwa. Hata kama watu wanakuona wewe ni dakio, hata kama watu wanakuona wewe si kitu, hata kama watu wanakuona wewe ufai, kaa kwenye hiyo nafasi vizuri, itendee haki hiyo nafasi. Siku nyumba ikichafuka, utatafutwa tena dekio huwa linaingia Ikulu bila kupimwa. Saa nyumba ikichafuka, linaingia Ikulu halipimwi. Sikia nikuambie, kuna watu wanakuona wewe si kitu, kuna wengine wamekusarau, wengine wamekuita majina ya ajabu, wengine hata hawakukaribishi kwenye sherehe kwa sababu huna title, hata hawana mpango wa kukuletea kati kwa sababu huwezi kuchanga. Kuna watu wamekuona wewe sio chochote hapa na hata huwezi kuwaona wanakukaribia, na hata kwenye sikukuu hii ya Pasaka inayokuja hakuna mtu wamepanga kuja kwako, wanasema tunaenda kula nini? Hana chochote. Nakwambia, katika hali hiyo hiyo, hahivyo hivyo, ukiamini hiyo, Bwana ataleta muujiza, Bwana atafanya kitu kwako. Kuna kwa kwa siku mambo yatabadilika, kuna siku vitu vitabadilika, kuna siku maisha yatachanji Waliokuona ufai wataanza kukuona unafaa. Waliokuona hausi lolote wataanza kuweka heshima kwako. Waliokuona si kitu, wataanza kukuona wewe ni kitu. Nasema naisenia, kuna watu wanakuona wewe ni juha, wanakuona wewe si chochote. Wakikuona unaingia kuomba, wanaona kama unapoteza muda wao, wanaenda kwenye biashara zao, wao wanaenda kwenye mambo yao. wakikuona unakuja kanisani